nde wa fahamu zaidi, lakini pia katika upande wa kitaifa kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Ya mimi ni jijina mwatatu, moja kwa moja tuanzie katika upande wa fahamu zaidi. Tunafahamu kuna baadhi ya watu wanapenda kubadilisha mionekano yao, naweza nikasema hivyo. Kuna baadhi ya watu wanafanya plastic surgery, inawezekana labda tunafahamu, labda ni watu maarufu, inawezekana labda katika mtaa wako, ndugu yangu, ambapo unaishi kuna mtu kabisa, na mkimwaja ah, huyu hakuwa hivi, huyu eh, hakuwa hivi, eh, ameongeza ongeza sehemu hivi, au amepunguza sehemu. Sasa ni kwamba kupitia mitandao ya kijamii mwanadada mmoja, ambapo ameweza kuzua gumzo na kwa sasa hivi yeye ndio amekuwa mstari wa mbele, naweza nikasema hivi katika masuala mazima ya kutoa elimu kwa jamii yake na kuweza kuwashawishi uh, watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii kutofanya plastic surgery tena mara kwa mara. Ameweza kuwa nikasema ameweza kusimama mbele katika hilo kuhakikisha kwamba anatoa elimu anakuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii yake kupitia mitandao yake kijamii ili watu wasifanye plastic surgery za mara kwa mara nasema hivi kwa sababu yeye ameweza kufanya plastic surgery ya kuongeza lips zake mdomo ameataka mdomo wangu bwana kama mdogo mdogo, mdogo hivi subiri kidogo nikaongeze sasa yeye ameweza kufanya plastic surgery ya kuongeza lips zake na ameweza kutumia zaidi ya dola 49,000 ambapo ni sawa sawa na fedha ya Tanzania milioni 126 yaani ni zaidi ya hapo. Na hata hivyo, baada ya ya, ya kutumia kiasi hicho cha fedha ambacho ni kingi, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye alikuwa anaenda kuchoma sindano mara kwa mara kwa ajili ya kutengeneza lipsi zake sasa ni kwamba changamoto ambayo ameipata sasa hivi lips zimekuwa kubwa kiasi cha kwamba hawezi hata kufunga mdomo. Unaweza ukapata picha kiasi cha fedha ambacho alichoweza kutumia zaidi ya dola elfu arobaini na tisa ambapo ni sawasawa na fedha za Tanzania zaidi ya milioni 126, lakini kile ambacho yeye alitegemea kukipata, matokeo yamekuja tofauti. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye katika mitandao ya kijamii akiweza kutoa elimu zaidi kwa watu. I say, kama ukiweza kufanya, fanya hata mara moja, usifanye tena. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa nafanya kila mara, yani akienda ya akifanywa hapa, kama ningeongezwa kidogo, anaenda tena. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu ambaye anafanya mara kwa mara. Ndio madhara yake ameweza kuyapata, lipsi hazifungi, akitaka kufumba mdomo hivi shauri imeisha. Kwa hiyo ni kwamba ameweza ame- ameweza kuwa ame, ame mtu ambaye anazungumza na jamii yake katika mtaa wake, katika mitandao yake yote ya kijamii amekuwa ni mtu ambaye anazungumza na watu ambao wanamfuatilia kuhusiana na, na yeye changamoto aliyeweza kukumbana nayo. Vipi kwa upande wako? Unataka ufanye plastic surgery sehemu ipi? Unataka ongeze nini? Unataka upunguze nini? Tuanzine na huko katika upande wa fahamu zetu moja kwa moja tuamie katika upande wa kitaifa na